Kamanda wa wazalendo jimboni Kivu Kusini Amuri Williham ya Kutumba amefanya ziara yake ya kikazi katika muji wa Fizi Senta, makao makuu ya tarafa. Katika ziara yake, mambo mawili yalikuwa yakiweza kuongoza msafara, mkiwemo mazishi ya jemadari ya Nyimbo ambaye alikwenda kupoteza maisha katika uwanja wa vita huko Makobola, ambaye alikuwa akiangalia kitengo cha askari wa majini au marin, pamoja na neno la usalama. Katika hotuba yake mbele ya umati katika muji wa Fizi Center, siku ya Jumatano ya tarehe 14 Januari 2026 226, Jemadari William Amuri Yakutumba akiongoza wazalendo kote jimboni Kivu Kusini, aliweza kuwaambia wakaadhi wa tarafa la Fizi, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi mzima ya DRC, ya kwamba jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano na wafadhili wake, wazalendo wameungana mkono kwa mkono na kusimama kidedea kwa nguvu na mipangilio yake rais wa DRC Felix Tshisekedi kutetea nchi na kukomboa eneo zote ambazo tayari kudhibitiwa na waasi wa AFC 23 wakisaidiwa na nchi ya Rwanda. Raia la Fizi na jiji la Baraka wazingatie kusema kwamba tumekuja hapa ni kuleta amani ya kudu, amani ya kudumu, usalama ukuwe katika eh, eneo hizi. Tunajua katika eneo hizi watu walivurugika sana, walivurugika na mambo ya vita, kusema AFC 23 itafika Baraka itafika Fizi. Alors sisi kama vile wazalendo pamoja na jeshi la FARDC eh, tukiwa nyuma ya son excellence Felix Tshisekedi tulisema haitawezekana territoire ya Fizi adui aingie akamate Baraka akamate Fizi na aendelee. Alors ndio maana sisi tunaweza kurasire population ya Fizi, population ya jiji la Baraka kwamba tuko pale, tunazuia adui na tutaendelea, na tutagomboa inchi yetu pamoja na we, wandugu wengine wote, wazalendo wote wa teritoire ya Uvira wa teritoire ya Fizi Mwenga wote confondi tuko pamoja derrière le chef de l'etat kuangalia namna gani tutasaidia FRDC pamoja na FRDC na sisi tuko na kazi kubwa ya kutafuta kugomboa nchi yetu. Wilihamu ya Amuri Yakutumba katika neno lake la usalama ameweza kualika makundi yote ya wazalendo kuweza kujiorojesha kwa uongozi wa wazalendo ili kutambulika, bali sio kutoza rahia mali zake pamoja na manyanyaso kwa rahia, bali waweze kujiorozesha ili kusaidia kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leta mwenyewe anasema kama wazalendo wanapati na uongozi mmoja ndani ya Sud-Kivu, uongozi moja hapa tuko tunakwenda kusema hivi. Yeyote yule anasema niko mkubwa wa kundi fulani ya wazalendo, kama haujakuja kujiripoti yeah. si yeah. si kwa hii koordinasion pendant 72 heures pendant 72 heures iko siku tatu. Kama unakuwaka na grupa ya arme yako unetakulusuku haujafika kujiripoti kwa hii uongozi iko hapa

Hata hivyo, William Amuri Yakutumba ameweza kuhakikishia wakaazi wa tarafa la Fizi ya kuwa vizuizi vyote ambavyo vimewekwa na wazalendo eneo zote au mitaani kote itakwenda kuondolewa na hakuna mtu yeyote ambaye ameruhusiwa kuweka kizuizi chochote. Mengi ni katika haya masemi yake huko.

nikumbushwa kuwa katika maneno hayo William Amuri Yakutumba ameweza kukemea watu wote wa nia mbaya, watu wote wa mawazo mabaya ambao wataka kuchochea vita vya ukabila katika muji wa Fizi Center, kati ya wabembe na wafulio, huko akialika kuwa na kudai kwamba wakaadhi wote wanaopatikana katika muji wa Fizi na tarafa la Fizi, wawe wa kabila mbalimbali, wote ni wananchi wa Kongo na wote ni wanafizi hivyo watakiwa kuwa na amani na umoja kwa ajili ya maendeleo ya kudumu na amani ya usalama katika tarafa la Fizi. E, kwenye mitingi niliambia watu kusema kwamba hakuna wakati wa kusema wabembe wafulero wanaweza kuwa na vita huku teritoria ya Fizi, wote wanapashwa kuwa na umoja, amani. Tuangalie namna gani ya kugombanisha adui, tusipatie adui faida sababu ya magombano ya Babembe Bafulero, tusa tusa. Donc sisi wote, ukiangalia ndani ya wazalendo, ndani ya wazalendo utakuta Bafulero wiko, Wavira wiko, Wabembe wiko, Warega, kabila zote, na watu wa kwatere tuko nao pia. Alors watu wote tuko komfoni na vile tuko na wao, pia wanapaswa kujenga umoja wa kabila zote pasipo ubaguzi wowote ule. Donke, tunapiga marufuku tunakatala kabisa kitendo kile cha mavuruko kati yetu sisi kwa sisi. Kama vita vinafika kulipita, incident ile, incident ilipita, anaweza kuwa individu ali provoke incident, aita contaminer et ni zote au nani zote igeuke kwa vita ya makabila ile, tunapiga vita. Tunajua kama tutajua nani na tutarekadre basoda yetu ambao baligombana gombana, alors ile tulisha tuliza, na kama tulituliza population nayo ibaki na umoja Donc il donk ibaki sudan pur ketu jupate nguvu huku kubahi ya kwenda kugombanisha. Kutoka Fizi Center, makao makuu ya tarafa, nikiripoti kwa niaba ya Hope News TV, Rigan Makene Mlungi.